Kama na wewe siku moja ulikuwa ukitamani kuipata kolabo kati ya Drake pamoja na Justin Bieber, sio hao tu ambao wametokea Canada ambao makazi yake ya muziki ni nchini Marekani. Basi Drake alikuwa hapa kuikata kiu hiyo ya mashabiki, na hii ni baada ya kuweka wazi kuwa alim-DM Justin Bieber kwa ajili ya kuhitaji kufanya naye kazi lakini hakupata response yoyote. Hii ni kupitia post hii ambayo alishare siku ya jana, Justin Bieber kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram mwenye wafuasi zaidi ya milioni 200 na kuandika tayari nimekusha kuku DM, lakini haujajibu DM yangu. Na hii imeweza kuchukua nafasi ama kila mmoja upande wa mashabiki react kivyake, hasa wengine wakisema kuwa wenda Justin Bieber kutoku check DMs kwenye ukurasa wa Instagram imeweza kutokumpa connection ya moja kwa moja na msta husika, wengine wakisema kwamba wenda hata Justin Bieber ni miongoni mwa watu ambao wameamua kumtenga Drake, na hii ni kufuatia kipindi cha hivi karibuni masta wengi kukaa upande wa Kendrick Lamar kufuatia bifu ambayo alichukua nafasi. Sasa kuna baadhi ya watu pia ambao wameza kushangazwa, ni kwa nini natumie DM kwani kuna njia zozote ambazo wanaweza kuzitumia hasa kuwasiliana moja kwa moja na ukizingatia, licha kuwa ni muda mrefu hatujapata kazi ya pamoja kwa wasanii hawa wawili. Tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu Justin Bieber amshirikisha Drake kwenye moja ya kazi, na pia Justin Bieber pia kama music star kwenye singo ya pop star ambayo Drake aliuska kuweka verse na hata chorus, kazi ya DJ Khaled. so watu walikuwa wanaamini ya kuwa